Wadada Senta, mnatakiwa mnachangamuka. Wadada Senta, sawa. Ni siku nyingine tena tumekutana kama kawaida yetu kila mwisho wa mwezi katika events zetu, ambazo tunafundishana, tunakumbushana vitu viwili vitatu ambavyo vinatusaidia katika kujenga na kuendeleza ufanisi wa kazi zetu, au sio? Kwa hiyo topic ya leo inahusu Manyanyaso katika kazi za ndani ni yapi? Topic ya leo inahusu manyanyaso katika kazi za ndani ni yapi? So, wewe kama dada endelea kutafakari wakati tunafanya introduction fupi kukumbushana mipaka mimi kakati yetu ya kila siku, lakini kuwa na kitu cha kusema wewe kama dada ambayo umetoka hapa kituoni kwetu Wadada Center kwa Joyce Kiria, unadhani manyanyaso katika kazi za ndani ni yapi? na je, umeexperience hayo manyanyaso au wewe umetenda hayo manyanyaso au unahisi kuna mtu amenyanyaso ambayo unahisi ule ni unyanyasaji, share pamoja na sisi tuweze kudiscuss, tuweze kupata suluhisho. So kabla tujasonga mbele ningependa kumkaribisha superwoman wetu Madam Joyce Kiria, aweze kutu brief kidogo, kutusalimia lakini pia kutufungulia event yetu. Karibu sana Madam Joyce. Uh, sisi tunamshukuru Mungu kwamba ametupa neema na kibali cha kufanyika baraka cha kufanyika daraja la nyinyi kukutana kupitia kwetu sisi, lakini mwisho wa siku ni kwa utukufu wa Mungu, sio kwa, kwa sifa zetu. Na ndio maana mradi wetu siku zote nimekuwa nasisitiza kwamba unasimamia masuala ya haki, masuala yanayoendana na tabia za kimungu uaminifu, uadilifu, uchapakazi, upendo na tabia nyingine zote nzuri nzuri ambazo ni za kimungu. Zile tabia nyingine ambazo tunazikemea kila siku sio tabia za Mungu, hizo ni tabia za ibilisi shetani. Kwa hiyo, aa, niwakaribisheni tena basi, huu mwezi wa tano tuendeleze harakati zetu kwa sababu tunapokutana hapa Uh, kuna mabadiliko makubwa yanatokea, kuna mapinduzi makubwa sana yanatokea. Yale maoni yenu mawazo yenu yanaleta impact kubwa katika taifa letu. Tunawezekana hapa tukaona labda tuko wachache, lakini kwa platform yetu tuliyonayo, tunahudumia maelfu kama sio mamilioni ya watu, kwa sababu kwa dunia ya leo unaweza ukafanya kitu peke yako, lakini utakapokiweka katika platform zetu za social media, ambazo tumepata bahati kizazi cha sasa, au hitaji kwenda kwenye TV kwenye redio, uhitaji kumwomba mtu kibali. Unatakiwa kuonyesha kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako, na hiyo si nyingine ni kuwa na simu yako, kuwa na bando na kushare na dunia. Sasa sisi tumekuwa tunashare habari njema, tumekuwa tunashare mambo mazuri ambayo tunafanya, mambo mazuri ambayo ni ya kumtukuza Mungu, mambo mazuri ambayo yanaleta baraka kwetu sisi hapa ambao tunafanya kazi tunapata mishahara, tunapata pesa, tunaweza kwenda kwenye malengo yetu. Lakini kwa mabosi ambao wanapata watu wazuri wanaokaa vizuri na familia zao, hilo sio jambo dogo hata kidogo. Actually hilo ndio, huo ndio msingi wa sisi binadamu kuwa hapa duniani ni kuhudumiana. Haijalishi unahudumia nyumbani, unahudumia hospitalini, unahudumia Ikulu, unahudumia wizara, alimradi huduma unayotoa kuna binadamu ambaye unamhudumia, basi huyo ni binadamu kama wewe, ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na wote mnapaswa kuheshimiana regardless wewe uko wapi, umepiga hatua gani. Nikisema hivyo, kwenye mradi wetu kuna wadada ambao ndio wanatafuta kipato na kuna mabosi ambao tayari wana pesa wanatulipa sisi mishahara, haimaanishi kuna bora zaidi ya mwenzake, kwa sababu mwisho wa siku wote sisi ni watoto wa Mungu, wote sisi ni binadamu, wote tuna utu. Huyu bosi, ingelikuwa pesa yake ina thamani kuliko dada, angeweka hiyo pesa pale ikashika mtoto ikapika, ikafanya usafi na vitu vingine. Hilo tutaendelea kulisimamia, ili kila mmoja aweze kusimama kwenye nafasi yake, wote tuheshimiane, wote tuthaminiane. Kwa hiyo karibuni sana. Kama mlivyosikia mada yetu ya mwezi huu ni kwamba manyanyaso katika kazi za ndani ni yapi? Kwa sababu mada hii inakuja baada ya kuona kuna baadhi ya wadada kweli wanapitia manyanyaso na wamepita kwenye mradi wetu, lakini kuna vitendo ambavyo wanaripoti kufanyiwa ambavyo kwetu sisi tunatafsiri kama ni manyanyaso lakini kuna wadada wengine ambao wanapoambiwa wafanye wajibu wao nao wanachukulia kama manyanyaso. Sasa tunakuja na hii mada ili kucreate awareness, awareness tutenganishe manyanyaso ni yapi na utendaji wa kazi ni upi, kipi ambacho ukifanywa umenyanyaswa na kipi ambacho ukielekezwa unaboreshwa unanolewa na sio unanyanyaswa. Kwa hiyo hayo yote tutayafahamu, hicho ndicho tutakacho kiachivu kwenye mkutano wetu wa leo, na kwa kweli niwatakie majadiliano mema. Napenda sana kuona wadada mnafunguka, mnazungumza, mmekuwa ni e, yani mmekuwa ni mna mchango mkubwa sana kwenye hivi vipindi. Naona mna smartphone na imani huwa mnafuatilia peji ya Wadada Center, nyinyi wenyewe mnajua mchango wenu ni mkubwa sana, msije mkadhani mnafanya kitu kidogo. Huu mkutano wetu ni mkutano wenye tija mbele za Mungu, na Mungu wetu amesema wakusanyikapo wawili watatu, nami na nipo katikati yenu. Kwa hiyo tunachokuja, tunapokutana hapa, hatukutani tu kwa ajili ya kupoteza muda, tuko hapa kwa ajili ya kuliinua jina la Bwana, tuko hapa kwa ajili ya kwenda kuitangaza neno la Mungu kwa yale matendo mema na matendo chanya ambayo tunayafanya. Kulea watoto sio kazi rahisi, sio kazi nyepesi, ni kazi ya kimungu, ni huduma ya kimungu. Unapoifanya kwa uaminifu, ujue kuna jambo kubwa umelifanya kule mbinguni na utalipwa hapa hapa, si ndio, jamani? Maana una, wanasema utavuna unacho panda. Ndio maana tunawaambiaga msitende ubaya kwa watoto kwenye familia za watu, kwa sababu ukifanya ubaya utavuna ubaya. Lakini si tunasisitiza kupanda wema. Kaa vizuri na watoto wa watu, walele vizuri, watunze vizuri, heshimu familia za watu, ili hapo mbeleni na wewe Mungu akufungulie baraka ili uvune mema. Kwa hiyo karibuni sana, naomba uh, kwa kusema hayo kwangu mimi ndakuwa nime nimefungua mkutano wetu. Aa, kwa mkurugenzi mwenzangu sijui kama yeye ana neno, maana naonaaga mara nyingi mwanzoni waga hasemi sana, ila ni ninachopenda ni, ni huwa anatusaidia sana kwenye mradi huu, uwaga ananyoosha maneno hasa aa, kwenye swala so zima la kuhakikisha kwamba maono ya mradi yanafikiwa wakati mwingine mi wakati, kuna wakati naingiwa na huruma. Najua sisi kama wanawake tuna huruma, Mungu ametuumba na hisia, lakini yeye eh, uaga anasimama, <laughs> anasimama vizuri ili mradi uende, na ndio maana leo tuna professional, tuna da, tuna smart. Hayo sio mawazo yangu kusema ukweli, naomba nimpe maua yake, ni mawazo ya mkurugenzi um, mwenzangu Hame, aliona alisoma mradi akasema, hapa lazima tuongeze madaraja. Na kweli mi mwanzoni nikawa na sita naona kweli mm, kweli lakini kweli imewezekana. Sasa hivi hapa kuna wadada wanalipwa laki tano tena, walianzia chini tu na sasa wameongezwa mishahara, watatupa ushuhuda wao huko mbele, lakini nilichotaka kusema ni kumpa maua mkurugenzi um, mwenzangu ambaye pia ni partner wangu, mume wangu amekuwa ni msaada mkubwa sana kwenye huu mradi, kwenye haya maono. Ni maono makubwa sana. Actually, na yeye pia ndio amekuwa anazidi kunisaidia kujua ni kwa namna gani mradi huu una uzito sana, especially kwenye kiroho zaidi. Si tunaweza tukawa tunauangalia kwa macho ya, ki, ya nyama hivi, lakini yeye amekuwa ananisaidia kuona kiroho ki, ki, ki, ki Mm-hmm. Na amekuwa ananipa challenge ya kuhakikisha kwamba naenda deep kiroho ili nielewe Mungu ameweka nini ndani yangu. Kwa hiyo nakushukuru kwa hilo. Sasa nikukaribishe kama una jambo la kusema kabla mada haijaanza kuchangiwa. Karibu. Okay. Yeah, asante. Uh, uh, labda <laughs> kwa sababu tayari ushaniambia mimi ni mtu wa kunyoosha nianze kwa kunyoosha kabisa moja kwa moja. Jamani, hata kuna mabosi wananyanyaswa kazini! <laughs> Eh, kuna mabosi pia wanafanya nini eh. Sasa eh, we umesema wadada lakini kuna baadhi ya dada wanawanyanyasa mabosi na wanawafanyia ukatili. <laughs> Kwa sababu usifikiri lazima ampige, kuna ukatili wa maneno, lugha hizo, unyanyasaji huo kuna tabia hizo, lakini pia ukim ukimfanyia mtoto vibaya, unamfanyia nani? si ndio yule mwajili wako mm. Kwa hiyo eh, haya manyanyaso mm. tunayazungumzia hapa, sio kwa upande wa dada tu, pia kuna baadhi ya waajiri wanapitia hiyo changamoto so, so lakini... kuna baadhi okay. kuna eh, kuna psychologically kuna hiyo lugha, kuna wale ambao psychologically wanaanza kuwa blackmail mabosi wao kila dakika moja naondoka, kila dakika mbili naondoka. Eh, bosi yuko kazini, wewe baki na mtoto wako. Unaanza vitisho, naondoka, naondoka. hizo hizo, hiyo ni ni, ni, ni kumnyanyasa mtu kwa kitu unachokifanya. Kwa hivyo na hicho kinafanyika sana hao. Wow, dada wanajua kwa unyanyasaji wao. So, mzifikiri unyanyasaji ni kupigwa, wow, au sijui umenyimwa chakula. Hapana. Eh, kwa hiyo inabidi tuangalie pande zote mbili. Nategemea tutakuwa na labda mabosi lakini lazima na wao pia hiyo ifike. Kwa hiyo leo tutazungumzia, of course, wadada mtaongea sana, nafikiri nyinyi ndio labda mnanyanyaswa zaidi. E, ni kama ile mambo ya ukatili, kuna wanawake wanawa, wengi wanafanyiwa ukatili, lakini pia kuna wanaume wanaofanya ukatili, labda namba yao ni ndogo. Eh, kuna wanaume wanafanyiwa ukatili yes. E, naona rais wa France e, ndo hivyo <laughs> e, sasa kwenye kazi ndani hivyo hivyo kuna Mabosi pia wanapitia hii hali, wananyanyaswa na wadada, wanasumbuliwa na wadada. Um, sawa labda kwa kusema tu kwa sababu umeshaongea mambo mengi. Uh, basi tunamkaribisha Mungu, Bwana Yesu Mwokozi na Roho Mtakatifu, wakakuwa na sisi hapa katika jina la Yesu, tunasema amen. Haya, let's go. Sawa, Wadada Center, Wadada Center, topic leo inatufaa sana wadada, si ndivyo? Eh? si eti aya, tutaongea yaani kati tunavyozendea kudiscuss, tutajua ni kweli na tufeva wa dada au kuna mengine. Kwa hiyo moja kwa moja labda niulize, unaposikia unyanyasaji, unaelewa nini neno unyanyasaji kwa ujumla, kabla hatujazama kujua hayo kama yapo. Ukiambiwa neno unyanyasaji, unaelewa nini? tunashangamka yani chap chap, tunaona hata raha ya kujifunza tunaanza so, so, so, kusinzia. Unyanyasaji ukisikia unyanyasaji joita eh? Unaposikia neno unyanyasaji wewe ina tick nini? Safi, shampata wa kwanza. well, kwa upande wangu mimi ninavyoelewa maana ya unyanyasaji ni kumfanyia mtu vibaya kwa makusudi, kwa namna yoyote ile iwe aidha ni kimwili, kihisia, hivyo. Yani ndio jinsi ninavyoelewa, kumfanyia mtu vibaya, kitendo ambacho yeye hajaridhie, si ndivyo? Mmemwelewa dada eh? kwa hiyo nani mwingine ana kingine cha kuongezea? labda yeye alivyosema, unahisi labda ukiongezea kingine pia ni sahihi, pia alivyosema kwa upande wake. Tukitazama, nani anaelewa zaidi maana ya unyanyasaji Wadada Center. Mimi nitaongezea kidogo kwenye alichokisema dada yetu Christina ni kwamba unapomfanyia mtu hicho kitendo pia kinamshushia utu wake au kinashusha hadhi yake, na moja kwa moja kinakuwa hakijaenda kwenye zile haki za kibinadamu. Asante. Na nafikiri ungerudia, naomba rudia ucho kisema, rudia okay, rudia sawa. Aa, kama Dada Christina alivyosema, alisema kwamba unamfanyia mtu kitu ambacho um, makusudi, kwa makusudi sasa kitu hichi tunakielezea, uh, kwa maelezo marefu kidogo, kwamba kitu hicho sasa kinakuwa kimemshusha hadhi yake. Kwa hiyo moja moja kinamshusha hadhi yes yeah, lakini pia kinaushusha ule utu wake. Kwa hiyo moja kwa, kwa moja kinaenda kwenye zile haki sasa za kibinadamu ambazo ni kwamba uh, tunazitambua haki zetu ina maana uh, kina waninshana uh, sasa na zile haki za kibinadamu eh, kabla kabla ujafika mbali huko, mimi nataka hiyo definition ulioitoa kabla kwenye haki za binadamu inamshusha eh, utu wake na hadhi na, na hadhi yake ambavyo, okay, ndio, yes, vinagusa kwenye haki za binadamu jamani. Tumeelewa? Asante, meelewa eh? sasa.